Dunia imekuwa ikisumbuliwa na kuzungukwa na magonjwa mbalimbali kama vile mpox, ukimwi, magonjwa ya moyo, kifua kikuu, kisukari, magonjwa ya akili na magonjwa mengine mengi. Kwa Shirika la Afya Duniani, WHO haikuwa shaka kuanzisha maadhimisho ya siku ya ugonjwa wa kifua kikuu duniani kwani kila ifikapo tarehe 24 Machi ya kila mwaka Dunia huadhimisha siku ya kifua kikuu ili kuhamasisha watu kuhusu kifua kikuu na umuhimu wa kupambana na maambukizi yake. Siku hii inahusishwa kwa nafasi muhimu katika historia kwani mnamo mwaka 1882, Dr. Robert Koch alitangaza kugundua kwa bakteria aina ya Mycobacterium tuberculosis ambaye husababisha ugonjwa wa kifua kikuu. Ugunduzi huo ulikuwa ni hatua muhimu katika kuelewa chanzo cha ugonjwa huo sambamba na kufungua njia za matibabu na udhibiti. Kazi kuu ya kuadhimisha siku ya kifua kikuu duniani ni kuelimisha umma kuhusu athari za kifua kikuu, watu kujua dalili za ugonjwa na kutafuta matibabu mapema ili kuepusha kuenea kwa ugonjwa huo. Siku hii inahamasisha jamii kuvunja vikwazo na kusaidia wahanga kupata msaada wanaohitaji ikiwa ni pamoja na kushawishi sera za afya. Kuwa na majadiliano kuhusu kifua kikuu kunachangia katika kuboresha sera za afya na kuongeza ufadhili katika utafiti na matibabu. Katika hatua nyingine, siku hii huadhimishwa na nchi mbalimbali kwa njia tofauti kama matukio ya kuzungumza, warsha na mikutano inaweza kufanywa ili kuelimisha jamii kuhusu kifua kikuu. Matangazo ya redio, televisheni na mitandao ya kijamii yanaweza kutumika kueneza taarifa sahihi kuhusu ugonjwa wa kifua kikuu. Ingawa kuna maendeleo makubwa katika matibabu ya kifua kikuu, nchi nyingi bado zinakabiliwa na uhaba wa rasilimali za kifua kikuu ikiwa ni pamoja na vifaa vya matibabu na wahudumu wa afya. Siku ya Kifua Kikuu Duniani inatoa fursa muhimu ya kuhamasisha, kuelimisha na kuungana katika vita dhidi ya ugonjwa wa kifua kikuu. Katika kusaidia kudhibiti na kutokomeza kifua kikuu, ushirikiano kati ya serikali, mashirika yasiyokuwa ya, ya kiserikali na jamii nzima yanapaswa kushirikiana kwa pamoja kutokomeza ugonjwa huo. Mimi ni Bahati Jamlihu wa SAUT Digital.